Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, amesema wazi kuwa nchi yake imedhamiria kukabiliana na kile alichokiita tishio la pande mbili kutoka Iran ikihusisha makombora ya balestiki na mpango wa nyuklia wa Tehran. Katika hotuba kali iliyotolewa siku ya Jumamosi, Netanyahu alieleza kuwa jeshi la ulinzi la Israel, IDF, limefanikiwa kufikia malengo yake ya awali ya kijeshi dhidi ya Iran. Hatuwezi kuwaacha wajenge uwezo wa kuzalisha makombora elfu ishirini. Tumechukua hatua madhubuti kuharibu miundombinu yao ya uzalishaji na hivyo ndivyo IDF inavyofanya sasa, alisema Netanyahu. Aliongeza kwa kauli iliyozua wasiwasi mkubwa kimataifa, tayari tumetengeneza njia kuelekea Tehran. Katika siku za usoni hivi karibuni mtashuhudia ndege za Israeli, jeshi la anga la Israeli, marubani wetu juu ya anga ya Teheran. Kauli hii imekuja siku chache baada ya Israeli kufanya mashambulizi ya anga makubwa dhidi ya Iran, mashambulizi ambayo yamelenga zaidi ya maeneo 150 ndani ya ardhi ya Iran kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa afisa wa kijeshi wa Israel aliyenukuliwa na shirika la habari la Reuters, maeneo ya nyuklia ya Esfahan na Natanz yameharibiwa kwa kiwango kikubwa, yakiaminika kuwa ni sehemu muhimu ya maendeleo ya mpango wa nyuklia wa Iran. IDF pia imedai kuwa imewaua wanasayansi na wataalamu tisa wa nyuklia wa Iran tofauti na taarifa za awali zilizotaja kuwa sita walikuwa wameuawa katika wimbi la kwanza la mashambulizi ya usiku wa Alhamis. Afisa huyo alisema mauaji hayo yalifanyika mwanzoni mwa operesheni ya kijeshi. Aidha, Israeli inadai kuwa imefanikiwa kuzuia mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka kwa Iran ikiwemo kudungua makombora na ndege zisizo na rubani yaani drones kadhaa zilizorushwa kuelekea maeneo ya Israel tangu kuanza kwa mzozo huu wa kijeshi. Hali ya taharuki imeongezeka katika eneo zima la Mashariki ya Kati, huku jumuiya ya kimataifa ikitoa wito wa kujizuia na kuanza mazungumzo ya kidiplomasia ili kuepuka vita kubwa ya kikanda. Marekani, Uingereza na Ufaransa zimeonya dhidi ya kuongeza uhasama zaidi huku Irani ikionya kwamba hatua yoyote zaidi ya Israel italeta majibu makali yasiyo na kifani. Na hii ni Erasmi TV.